tena kuja kuzungumza habari ya katiba mpya na hasa hasa habari ya tume huru ya uchaguzi, habari ya mfumo bora zaidi wa uchaguzi, kwa vile, kwa vile uchaguzi ni njia pekee katika nchi yetu. Hai, hai, fa, nina, hovio, kabisa iliku. Nimesema kwa vile uchaguzi nina, namna pekee, ni namna na pekee namna pekee halali ya kupata viongozi katika nchi yetu ni muhimu, kwa hiyo kuzungumza habari ya uchaguzi ni muhimu kuzungumza habari ya tume ya uchaguzi, ni muhimu kuzungumza mfumo wa uchaguzi, kwa sababu mfumo wa uchaguzi ndio unaamua tunapata viongozi wa aina gani. Tukiwa na mfumo mzuri wa uongozi wa uchaguzi, utatuwezesha kuchagua viongozi bora. Tukiwa na mfumo wa hovyo wa uchaguzi, badala ya kuchagua viongozi bora, tunachagua vibaka au au hatuchagui kabisa. Mfumo wa uchaguzi ukiwa wa hovyo, narudia tena, aidha tunachagua vibaka au hatuchagui kabisa watu wanapachikwa pachikwa tu hapa. Tuko kwenye halmashauri ya mji wa Mbinga au nakosea? Mmechagua nyiwe wenye viti wa mtaa? Mmechagua? Wapinzani wote walienguliwa, na ukiengua wapinzani wakabaki watu wa CCM peke yao, kuna uchaguzi? Kuna uchaguzi? Kwa hiyo hamjachagua, wamepachikwa. Wakipachikwa watawateteeni nyie? Watawateteeni watawasemea? Wana, wanapachikwa kwa sababu mfumo wetu wa uchaguzi ni wahovyo. Ikitokea kuna uchaguzi, hawajaengua wagombea wetu kukawa na uchaguzi halafu mapolisi wanatembea na vibegi vya kura feki mgongoni, waalimu wanaosimamia wanatembea na, ma, na vibegi vya kura feki. Kura feki zinajazwa kwenye ma masanduku ya kura, kwa sababu wameondoa mawakala wa vyama vya upinzani. Kuna uchaguzi hapo? matokeo yake ni kwamba badala ya viongozi wa kuchaguliwa tunapata vibaka. Tukipata vibaka, hata kama wanaitwa waheshimiwa huyu au yule, watakutetea wewe? Huwezi ukatetewa na mtu ambaye hajatokana na ridhaa yako, hana baraka zako, hujamweka wewe madarakani, huwezi kumdai chochote nawadai CCM chochote? Diwani wa kupachikwa, mbunge wa kupachikwa, nani aliyempigia kura Samia hapa? Na rais wa kupachikwa vile vile, nani aliyempigia Samia? Ulizeni mtu yeyote, na waombeni, msije mkasema na nazungumza mambo ya uongo kikujibu nifuate nitakupa shilingi milioni, milioni moja mia sina ila moja, naweza nkapata milioni moja nitapata. Uliza swali hili, tuambie yeyote yule, Samia na Magufuli elfu mbili na ishirini walipata kura ngapi Mbinga mjini au Mbinga vijijini au Songea mjini au Chato kwa Magufuli au Kizimkazi kwa Samia. Uliza walipata kura ngapi, uone kama utaambiwa. Ila mnaambiwa tu wameshinda, mmependa wao. Tunashinda kwa kura, au sio? Si tunashinda kwa kura. Hawakupita bila kupingwa. Kuna kushinda kwa... Bila kupita bila kupingwa vile vile nchi hii wao hawakupita bila kupingwa, walikuwa na wapinzani. Kura zao zinatakiwa zijulikane, za Mbinga za mahali popote nchi hii. Ulizeni kama zipo ulizeni kama zipo, mimi najua hazipo na hazipo kwa sababu waliiba tu, halafu tume walioiweka ikawatangaza, wameshinda. Matokeo yake ya kuwa na rais wa kupachikwa, mbunge wa kupachikwa, diwani wa kupachikwa, wenye viti wa kupachikwa. Nitayasema sasa hivi matokeo yake kwa wananchi wa Mbinga, sawa sawa? Huu mkoa wenu mkoa wa Ruvuma ni mkoa unaoongoza nchi hii kwa kuchimba na kuuza makaa ya mawe nje ya nchi hii. Sawa sawa au nakosea? Nazungumza kitu hamkifahamu? Ukikaa hapa Mbinga mjini anzia saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa kumi na mbili jioni uhesabu malori yaliyoandikwa Mighty Logistics yanayopanda mlima mlima kwenda huko chini, huko chini wapi? Mbamba Bay kwenda kubeba makaa ya mawe na kuyapitisha barabara hii hii. Kuna mahali hapa au au haiko? Kuna nini Ngaka? kuna makaa ya mawe sawa sawa, ninazungumzia Ngaka. Hamna mahali panaitwa Ngaka hapa hamna, eh Rwanda naifahamu. Eh, mgodi unaitwa Ngaka unazalisha tani za makaa ya mawe na uko Mbinga Laki mbili na elfu hamsini kwa mwaka, mnanifahamu. Ukiangalia kwenye taarifa ya serikali ya mkoa wa Ruvuma ya mwaka elfu mbili ishirini na tatu inasema hivi kuhusu Ruvuma na makaa ya mawe katika miezi eh, sita, tunavyoona kuanzia Julai mpaka Desemba elfu mbili na ishirini na mbili mkoa wa Ruvuma uliuza makaa ya mawe nje ya Tanzania tani milioni moja na elfu sitini kwenye miezi sita tu.